Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yamekuwa magumu. Mungu mwenyewe kaingilia kazi katika familia. Kavuruga vuruga, vuruga mwingine kapiga ugonjwa hivi na hivi kwa waganga mpaka Bwana Yesu asifiwe sana. Wamechanja chwa, wamechanja chale sana. Kaka zangu uko na dada zangu. Mimi niliishia kunywa mitishamba tu sija sijawahi kuchanjwa chale. Bwana Yesu asifiwe sana kwa sababu nili, nilijikuta angalau kuna kanema kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa hakuna kusoma. Sasa sijui sana kwamba walipatana na mizimu hivyo, sijui. Na waliopambana kusoma huyo dada, wa, dada zangu wawili waliopambana kusoma, wameishia darasa la saba wakafeli. Aya, kaka zangu angalau ndio walikuwa wanaruhusiwa. Wanaume ndio walikuwa wanaruhusiwa kusoma angalau. Waliingia na hakuna. Wamejitahidi wamepambana, wamefika form four zero. Mimi peke yangu mtoto wa mwisho ndo nimevuka form 4. Peke yangu kati ya watoto kumi na moja. Bwana Yesu asue sana. Sasa unakuja kusikia kwamba mababu waliagana moja mbili tatu moja mbili tatu, ambayo hayo magano yamekuwa yakitembea akitembea uzao hadi uzao ikitokea kuna mtu akakiuka, utajikuta huyo mtu anachanganyikiwa, utajikuta maisha yake magumu, hafanikiwi, maskini mwanzo mwisho, walishapatana. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa huko ni upande wa pili huko wa giza. sasa wewe, mwana wa Mungu, unajua patano lako kati kati yako yako na na Mungu Mungu, patano lako kati yako na Mungu ni lipi? Nikikuuliza swali, popote ulipo wewe, umeagana nini na Mungu Utanijibu nini? Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu, sijui kama tunaelewana. Kwa hiyo huko duniani walikuwa na maagano, hata leo hii watu wana maagano huko duniani Fulmasan, ili ufanikiwe wakupe mali zao, mnaagana mnaweka agano ya kwamba utamtoa mtoto wako unampenda, au utatoa moja mbili tatu. wengine wanaotegemea kwa waganga, sijui kila baada ya muda fulani lazima wakatambike kwani wangapi ambao tunawaona wanaenda kutambika, wengine hadharani kabisa wanaenda kutambika. Wenzetu kule Moshi wanaendaga mwezi wa kumi na mbili, wanaenda kufanya mambo yao, kuimarisha agano. Ikitokea wakakiuka, utaona mambo yao hayaendi. Ni vitu ambavyo ni harisi na vipo. Bwana Yesu asiye sana na wewe mwana wa Mungu ili uweze kuona maisha yako yakisonga mbele yakiwa imara sana au kizidi kufanikiwa lazima uwe, ujue hii sili ya kuweka agano na Mungu. Uijue sili, ufahamu agano, maagano kati yako na Mungu, Bwana Yesu asiwe sana. Sasa baada ya hilo swali kujiuliza, nadhani kila mmoja amejipa majibu huko. Amejipa majibu kwa namna anavyoweza. Lakini ngoja tusome kitabu hiki nikuonyeshe kitu hiki tusome waibrania waibrania sura ya kumi na tatu msali wa ishirini na ishirini na moja. na waibrania, waibrania sura ya kumi na tatu msali wa ishirini na ule msali wa ishirini na moja neno la mungu linasema hivi basi mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu. Moja, utambue ya kwamba kumbe aliyefanyika agano ni Yesu kupitia damu yake iliyomwagika pale msalabani. Sasa leo, ambao we hujui agano lako na Mungu, nisikilize kwa makini Nisikilize kwa makini. Roho Mtakatifu anatufundisha kitu hapa, mstari wa ishirini na moja anasema, awafanye ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema, mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu lipendezalo mbele zake, kwa Yesu Kristo; utukufu na yeye milele na milele, amina. Kwanza kabisa kitu kilichofanya mapatano kati yetu na Mungu ni damu ya mwana kondoo ya Yesu Kristo ananza telehai ambayo ilitufanya tupatane na Mungu wetu, kwa sababu tayari tulikuwa tumesha vurugwa huko. Adamu na Hawa walikuwa wamesha vuruga mipango walisha